Wakati mwingine umempenda mtoto wako, umemwangaikia usiku na mchana, lakini ignite. Wakati anapooa au wakati anapoolewa, kuna kuja mwanaume au kuna kuja mwanamke ambaye anamwingiza roho ya kumchukia mama, ya kumchukia baba of their unakutana wewe mtoto, the, the we, we, we we mzazi mzazi, mpenda mtoto wako kwa upendo lakini kuna kitu kimeingia ambayo hata mtoto hawezi kukusalimia. Upendo ulioingia uchungu, na watu wengi wanalia. Tuko hapa lakini kila mmoja ana uchungu wa mapenzi uchungu wa mapenzi, ukiangalia Naomi, Naomi, Naomi walipenda hii nchi, walipenda nchi. Wakasema huku tukieni, ndio tutafanyikiwa. Huyo wanafika Moabu, wanapenda Moab, Moabu, really Moab. Lakini Moabu ikaleta uchungu. Kumbe hata mahali unapopenda kwenda, even in a place where you desire panaweza to go, it can give birth to pain. Na watu wengi chini ya jua, we under the sun, tunatembea, we are walking. Lakini tumejawa, but we are filled, majeraha ya mapenzi, with all the pain and wounds of love Unaweza kuifunika kwa nguo. you can cover it with clothes. unaweza kujifunika kwa kujipodoa. You can cover it with, with makeup. But inside there is pain. Uchungu wa mapenzi. The pain that comes from love. Kama hukufikiria. That you never thought of.